Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, SUA. Kwanza kabisa awali ya wote ni wa shukuru management kwa kuweza kuona kwamba hawa wanatafiti ambao bado ni wachanga wana umuhimu mkubwa sana wa kupata maarifa haya ambayo yatawajenga katika kutengeneza ukubuni miradi ushindani na yenye ushawishi ili kuweza kuvuta E, au tunasema ku attract, e, funds, e, katika taasisi yetu hii. Kwa hiyo kimsingi, imekuwa ni semina ambayo imekuwa ni ya manufaa kujifunza vitu vingi, namna ya kutengeneza e, e, miradi ambayo ina ushindani. Niseme masomo yote yaliyofundishwa yamekuwa ni mazuri, lakini kwa mimi binafsi mahususi nimependa sana katika namna ya kuweza kutengeneza, wanaita mti wa matatizo au problem tree na namna ya kubadilisha huu mti wa matatizo kuwa mti wa matumaini e, yaani kipindi unapotengeneza zi, yale malengo mahususi ya e, project yako, kwa kweli eneo hilo mimi limenivutia zaidi e, na nimefurahi na nimejifunza vingi kutoka katika katika eneo hilo. Watu wangu, kwa watafiti wengine, kwa kweli panapotokea fursa kama hii, mimi niwasihi kwamba uweze kuitumia vyema. Ni mara chache sana e, fursa kama hii muhimu au adhimu inajitokeza. Kwa hiyo popote itakapotokea fursa kama hii, wakati mwingine, ninawasihi watafiti wengine wachanga katika chuo chetu hichi, basi waweze kushiriki ili kuweza kupata maarifa ya ziada ya na namna kutengeneza hizi project zetu e, lakini vilevile vile, pate, pate maendeleo sisi yenyewe binafsi, lakini vilevile maendeleo ya taasisi kwa ujumla.